Lazima tukate hili jimbo tuache sehemu nyingine ya baadaye ili tuje kupanuka tena. Lakini tukilikata kwa uwiano, ina maana hapo, hata mtu ukipewa kiwanja kujenga, hakuna mtu anaenda kujenga katikati ya kiwanja, mtu aka anajenga pembeni, ili baadaye kwenye kiwanja hicho aache kupanua na weke mradi mingine. Lakini nilikuwa naomba heshima, madiwani, yale mapendekezo ya chama yawe ndio dira yetu leo kupata majimbo haya mawili mheshimiwa mwenyekiti kwenye mkoa huu wa mara mimi nimekuwa nikifuatilia nadhani ni serengeti tu tulikuwa hatujagawa jimbo yapo majimbo mengine tunayaona yana zaidi ya majimbo matatu kwa mfano bunda ukiangalia vigezo unashindwa kuelewa kwani bunda hao wana vigezo gani kuliko serengeti sasa tunaomba mapendekezo yaliyotolewa ya wadau kata kumi na sita kwa kumi na nne mimi naona yamekaa vizuri na tulikuwa tunasema yakae vizuri kwa sababu kuna ile keki ya hifadhi ndio tulikuwa tunaiangalia sana. Kwa mgawanyo huu tunaona kila jimbo litakuwa limegusa ile keki. Tutakwenda kuwa na Serengeti Magharibi na Serengeti Mashariki. Serengeti Magharibi itakuwa na kata 16 na Serengeti Mashariki itakuwa na kata 14. Serengeti Mashariki itakuwa na kata zifuatazo. Tutakuwa na kata ya Mugumu, bwana ni Mugumu mjini of course. Tutakuwa na stendi kuu. Tutakuwa na kata ya Morotonga. Tutakuwa na kata ya Matare. Tutakuwa na kata ya Rung'abure. Tutakuwa na kata ya Mbalibali. Tutakuwa na kata ya Machochwe. Tutakuwa na kata ya Sedeko. Tutakuwa na kata ya Nyansurura. Tutakuwa na kata ya Nyamoko. Tutakuwa na kata ya Geitasamo. Tutakuwa na kata ya uwanja wa ndege. Tutakuwa na kata ya Kisangura. Tutakuwa na kata ya kibancha bancha. Hiyo ndio itakuwa ma Serengeti Mashariki. Serengeti Magharibi itakuwa na kata ya zifatazo. Itakuwa na kata ya Manchira. Tutakuwa na kata ya Ikoma. Tutakuwa na kata ya Kyambahi. Tutakuwa na kata ya Nata. Tutakuwa na kata ya Nagusi. Itakuwa na kata ya Rigicha. Tutakuwa na kata ya Mosongo. Tutakuwa na kata ya Nyambreti takuwa na kata ya Nyamatare, takuwa na kata ya Magange, takuwa na kata ya Ring'wani, takuwa na kata ya Busawe, takuwa na kata ya Kenyamonta, takuwa na kata ya Majimoto, takuwa na kata ya Kisaka, takuwa na kata ya Isenye. Hiyo ndio Serengeti Magharibi. Nimefurahi kulingana na jinsi madiwani walivyopendekeza kwamba kuna kugawiwa majimbo mawili. Hata sisi tutafurahi kama wananchi, kwa sababu tutaweza kupata miundombinu kwa muda mwafaka. Kuwa na majimbo mawili hakika tutapiga maendeleo kwenda mbele, lakini bila kufanya hivyo hii Serengeti mtakuwa mnaiua kisiasa, kwa sababu mtakuwa mnachagua mbunge mmoja kwenda kuwakilisha kule jimboni, lakini huyo mbunge unakuta mmempa kazi kubwa sana. Kwa sababu gani? Kazi ambayo mtakuwa mmempa, hili jimbo ni kubwa mno, kuongoza mtu mmoja kwa watu hao wote haitawezekana, ni kitu kikubwa sana. Mtakuwa mmemtwisha mzigo mkubwa, lakini kwa majimbo mawili hata ikiwezekana kwa matatu ni vizuri kabisa, itapendeza kwa sababu Serengeti yetu tutaijenga sisi wenyewe na pia tukiwa tumepewa support kutoka serikalini.